kwa taarifa yako mikono kazi yake ni kushika si ndio hivyo jamani na kubeba si ndio hivyo lakini kinachosukuma damu ni nini eh? moyo waga unaonekanaga sasa unaitaka kuonekana Wewe unaitaka kuonekana we eh? unaitaka kuonekana tutafanya vitu vikubwa kwenye hii dunia so lazima watujue Ila tutafanya vitu vikubwa sana vya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Yaani tutakuwa tukikaa tunasema leo tunakwenda kuwatembelea hospitalini. Kwa tunataja kama ni hospitali ya Muimbili. Tunajifunga hivi mikono yetu. Tunaivuta Muimbili katikati yetu, tunaanza kuiombea. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba leo tutaombea wajane wote. Tunakusanya wajane nchi nzima. Tunajishika mikono, tunaombea wajane wote. Bwana Yesu asifiwe. Tunasema leo tutaombea mayatima. Tutaombea maskini wasiokuwa na chochote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mimi napenda kukomba mboga. Bwana Yesu asifiwe. Mimi binafsi napenda kula mboga. Kwa nini upendi wewe upendi roast ya kuku wewe? Wewe upendi kula kuku? Eh? Kula mwego usiogope. Binti yangu Wini. Wewe kutana na kuku roast, wewe kula. Umesikia? Umesikia mama? Ukutana na kuku umesikia mzee? Ukutana na kuku kula. Ni kama ni wakubanika, kama ni wakuokwa, kama ni wakuchoma, kama ni kuku, wewe kula. Ukikutana na mbuzi kula, menisikia wewe? Kula. Kwa nini najua nakwambia hivyo? Kama ugali mkavu ushakula sana, jamani, ugali ushataguliza, ni zamu ya kula nini? Mboga, menisikia? yeah. atima niakula vizuri, umesikia? Tumbo ni kwa nini? Tumbo ni kwa nini? chakula ni kwa nini, ni nini? Umenielewa? Sasa wewe ukutana na kanguo kazuri nunua uvae. Ushachekwa sana kwamba una nguo, umenisikia? Wewe ukipata hela kasuke upendeze. Ulishanyoa sana wakati unasoma shule ya msingi umesikia? Umenisikia? Ulishafanyaje? Ulishanyoa sana. Sawa? Pendeza. Hata kama hujasifiwa, hujasifiwa, unajisifia wewe, sikia ukijiheshimu. Ukijiheshimu? Sasa kama mimi sikijisifia sitasifiwa. Mimi najikubali nimependeza bwana. Eh? Heshima na utukufu kwa nani? Kwa Mungu aliyenipa suti hii. Sawa, pokea upako wa suti, na wewe pokea upako wa mavazi na wewe, kwa jina la Yesu hatima yako ni ya kuvaa vizuri. Ninachomaanisha, mwili ni kwa mavazi, mavazi ni kwa mwili. We nekosa nguo, Mungu akakupe nguo kwa jina la Yesu, Mungu akakuvishe kwa jina la Yesu, Mungu akakupe mavazi mapya upate vazi jipya kwa jina la Yesu. Halo halo, hey, ukale hata karosti kula hata karosti na wewe, weka na kapilipili kidogo kidogo tu, usizidishe. Sawa, umesikia? Nakalimao kidogo, sawa sawa. Una hela ya kujenga hata hela ya kula, una surudi kijijini ukalime, eh? Halo halo, kama kujinyima, ushagajinyima sana. Sasa ni wakati wa kula. Nasema hivi ni wakati wa kula. Mungu akalete vyakula kuanzia leo kwa jina la Yesu. Mungu wa Eliya akalete vyakula kwa watu wako kuanzia leo kwa jina la Yesu. Leta vyakula kwenye nyumba zetu, leta vyakula kwenye maisha yetu, leta vyakula kwa jina la Yesu kwenye kipindi Waisraeli walihitaji nyama, Mungu akaleta kwale. Anaeleta kwale ni Mungu. Akaleta vyakula kwa jina la Yesu. Ni wakati wa kuvaa vizuri, narudia tena, ni wakati wa kuvaa vizuri. Bwana kaniambia huu mwaka augawanywa mara nne. Unagawanywa mara ngapi? Mara tatu, ani nne. La kwanza nne, la pili na nne, kwa nne la kwanza, si ndio hili jamani, sindio hili? Huu mwezi wa nne ni mwezi wa Pasaka, si ndio hivyo jamani? Kristo Yesu alitoka kaburini, si ndio hivyo? Sasa Yesu anapofufuka afufuke na maisha yako. Yesu anapofufuka afufuke na maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Aina haja kukata tamaa, aina haja kurudi nyuma, aina haja, aina haja. Umeonewa sana, umeumizwa sana, umeteswa sana. Bwana Yesu asifiwe. Mungu yeye ni mwaminifu. Endelea kusoma hapo mtumishi wa Bwana. Kama nikisema hakika giza litanifunika, Na nuru inizungukayo, na nuru inizungukayo, ingekuwa usiku. Giza nalo alikuficha kitu. Yaani usiku na mchana kwa Mungu vyote Haya sasa, wewe unatembea gizani, Mungu akupe nuru yako sasa, kwa jina la Yesu. Wewe unatamani Mungu akupe. Mungu aliwatetea wana Israeli, Mungu aliwavusha wana Israeli, Mungu aliwapa chakula wana Israeli, ndiye Mungu tunayemwabudu, mwabudu ndiye mungu wa, kwa wa, Mungu wa, Mungu wa, Mungu wa Mungu Elia huyo, yeye ni Baba. Yee ni baba, nina baba yangu asiyeshindwa kamwe, baba yangu asiyeshindwa kamwe. Yesu ni baba yangu asiyeshindwa. Sasa kwani ameshindwa kukupa nyumba? Ameshindwa kukupa chakula? Huyo ni Mungu, sasa anakunyima hata chakula? Huyo ni Mungu, sasa anakuacha unazalirika? He? Heti. Unamtumikia Mungu afu unadhalilika hivyo, hivyo. Halo! Mungu wetu sisi ni Mungu mwenye kujibu. Wakati wake ukifika uzuiliwi. Majira yake yakiwadia hazuiliwi. Halo! Halo! Huyo ni Mungu. Huyo ni nani? Ni Mungu. Ina maana mtumishi, watu wanaolala njiani hawana Mungu Ha, mi habari za watu sijui. Mimi najua habari za Mungu wangu. Anayejibu kwa moto. Mimi najua kwa habari ya Mungu wangu. Anasema, njooni nyote wenye kiu, njooni mnywe. Mwenye njaa na aje ale. Aliye uchi na aje nimvishe. Mimi najua habari za Mungu huyo. Akikuacha una njaa basi ameruhusu ufunge. Eh, kwa sababu kufunga kawaida hutaki. Anaona anaruhusu njaa kwako ili ufunge. Eh, hutaki kufunga, basi anaruhusu unakosa chakula sawa? Sio kila mtu anakuambia tumekosa chakula eti Mungu eti ameamua kumwadhibu. Ah ah. Halo? Niulize maswali. Siku hizi mnasikia eti wagonjwa wanatapika? Siku hizi wagonjwa watapiki vyakula. Unaumwa, unachagua eti ndetee kuku ya kulosi Hey. <laughs> Nasema hivi, mgonjwa anachagua vyakula. Nifikie na nili biriani. Mgonjwa huyo. Ndete juisi la matunda ile hasa, mkileta nyingine tianyu. Mgonjwa huyo. Wewe zamani mweza wale kwa kula tapika, unampa uji una sukari, wale kwa la tapika. Umenielewa? Unaomba wewe unampikia mtoto daktari kasema ule mchicha, unampikia mchicha ambao una chumvi. <laughs> <tukwani ya sitapike> Eh, wagonjwa sasa hivi hawatafiki. Ndugu, naongea kitu ninachokijua. Bwana Yesu asifiwe. mm -hmm. Mavyakula ya zamani tofauti na ya leo sawa, tolo wa Mungu, sawa. Sasa kama wagonjwa watapiki, wewe kwa nini unatapika? maisha maisha amenikataa mimi, narudi kijijini. Hakuna kurudi kijijini, hakuna kurudi kijijini. Nasema na wewe, hakuna kurudi kijijini. mm -hmm. Hatima yako ipo mjini. Amen. Yesu mwenyewe alisema tusiame mjini. Wewe ni nani unataka kutoka mjini? Eh? Yesu mwenyewe alisema msiondoke mjini. Wewe ni nani unataka kutoka mjini? Yesu akasema atakubariki mjini. Panaanzia mashambani. Panaanzia mashambani. Panaanzia wapi? Kwa nini unataka kutoka mjini? Wewe hao wa, watu waliokung'oa hakuna kungooka. Wewe mama hakuna kutoka mjini. <laughs> <laughs> Mama anaisi, unacheza komedi hapo, eti eti m, haya bana, ila Mungu alikuona wakati unaongea, sawa. Hakuna kutoka wapi? Hakuna kutoka wapi? Atuwami mjini sawa. Sawa sawa kwa sababu huko mjini wanasema hivi kwamba eti maskini atakiwi mjini. Sasa wewe sio maskini, umenisikia? Wewe sio nani? Sasa wewe uame mjini, uwache vinono vinono, wewe uwache vya mafuta mafuta, uwache losti, uwache kile kitu kinachojikanga chenyewe ha! We, we wame mjini hey, hey? Unajua mjini unashangaa, tera zinazopita hizo hizo vu vu vu. Kijijini ushingimia mtu anahesabu hivi ha, siami mjini kwa jina la Yesu hey. Siami mjini, siami kwa jina la Yesu hey. Alafu naona zungumza tu, wachungaji wote wanakimbilia mjini, nawe kimbilia kijijini kama unaweza hey hetu wachungaji wote siku hizo nakimbilia mjini, kwa sababu mjini kuna sadaka nyingi. Na kimbilia kijijini ukakutana na mazao, sio alichonacho ndicho anachokupa eh? Sasa mkulima, kuna ni mtu analima analima maboga anakuletea nini hela? kuletea maboga analima mahindi anakuletea nini?